kumfadhihisha mtu, kumvunja heshima ya, ya mtu. Usambaze kila maneno unasikia, usisambaze utapata dhambi. Na mtu asema, asema, nasema, mtu yote anasambaza kitu, au anahadithia kitu yeye kusikia tu, na yeye huyo anafanya inatosha, huyu ana dhambi kubwa sana. Watu awachunge ulimu wao na muda wao, asichezee katika mambo ambayo ovyo, asome dini yao, mche Allah subhanahu wa ta'ala na watu walinde amani ya, ya nchi yao, wasikilize watu ambaye dhamiri yao ambata, wanataka kuvunja amani ya nchi yetu. Na waislamu wa Tanzania wote, namba tumheshimu kiongozi wetu ya ya nchi, tumheshimu kama wewe unamheshimu babako na mamako, hivi vile kiongozi kamba, na heshima Allah kaamba subhanahu wa ta'ala, mheshimu na kila mtu awe mzalendo ambaye anasikia chungu katika nchi yake, asiwe kibaraka ambaye ya watu wa nje au wengine, yeye hawajui, kumbe wanatumika kuharibu nchi yake kuchafua nchi yake, na yeye haelewi. Kaza vijana wa Mungu, vijana wa Uislamu wasome dini yao, na kila mmoja maneno wanatamka, Allah Taala atamuliza siku kiyama kila neno wanatamka. Mungu anasema, ma yalfidhu min qawli ila ladayhi raqibun atid

Na Mungu anasema nini? Wao wameghafirika, lakini Mungu ameandika, ame malaika ameandika na Allah. Wengine anasema eh, watu umemkuta kitu ambaye hawajadania kwa Mungu, kitu unajadania kwa Mungu umemkuta siku Kiyama ni hatari. Watu waogope Mungu, watu awajenge umoja wa Tanzania umoja, tofauti na dini yetu, imani yetu, kabila yetu, rangi yetu, lugha yetu, lakini tuheshimiane, tuzivunjane heshima, tuheshimu wa kiongozi wa roho, tuheshimu watu wazima. Kama nijulikana ya Tanzania, tuna tabia ya kuheshimu watu watu watu watu wakubwa, na watu wadogo, watu wakubwa na hurumia watu wadogo, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katika hadithi anasema sio katika wa mtu wangu